Sisi soko letu bado hatujabahatika kupata mkopo wa aina yote katika soko letu hili sawa, so, eh? kama hatujabahatika kupata mkopo, tunataka madai tuone serikali itakuja kusaidia vipi na mikopo, kwa sababu wamekuja mabenki wa mbalimbali wametufundisha maakaunti kwa bei ya gharama kubwa, lakini mwisho wa siku hakuna kitu kilichokuwa, takriban benki nane zinaingia hapa ndani kutoka kuongeza kwa kufanya biashara lakini hakuna benki yote ambayo imeweza kulitekeleza hili tatizo, mpaka tunapozungumza kwa sasa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mheshimiwa, uligusia kule kodi. Kodi kodi tulionayo kwa sasa ni rafiki kwa vile ipangwa na serikali, lakini kwa tunaomba kama wafanya biashara kwa utakana ma na mazingira ya kibiashara sasa tulionayo na mfumko wa bidhaa zinavyokuja gharama zake zilivyo kwa matajiri wanaotuletea kodi kidogo angalau tufanyiwe angalau hafifu hapo ilo, <coughs> sio kama ni kubwa, <coughs> hapana, lakini tunaomba vitu, kwa sababu tusipoomba itakuwa hatujatendea haki wafanya biashara wetu. Na hitimisho kumalizia, wafanya biashara wetu ambao tunao kwa sasa, mheshimiwa, wana changamoto moja kubwa sana. Changamoto hii ambayo imetukabidi wafanya biashara ni wakati wa kuingiza bidhaa zetu swala pale bandarini. Bandarini tunapata usumbufu mkubwa kwa mizigo yetu, na mizigo yetu ifika pahala, inaingia masokoni imeshaharibika. Kwa hiyo tunakata mitaji, tunabakiwa na madeni. Sasa swala hili pale bandarini kidogo, wasimamizi wa pale walikuwa watufanyie taha mezipokea changamoto zilizotolewa na mwenyekiti wenu ambazo ni tatu kuu ya kwanza ni bado walio wengi hawajafikiwa na mitaji. Tunachoweza kwa kuahidi ni kwamba tutakufikieni, kwa sababu kipindi kilichopita tumetoa zaidi ya bilioni tisini na sita kwa vikundi mbalimbali mbali. Lakini mara zote nawaambia wenzangu, wale ambao tayari wana biashara ndio wanaokopesheka zaidi, kwa sababu ana kitu anakifanya. Kwa hivyo tutahakikisha na nyinyi mnafikishiwa mikopo hiyo ambayo haina riba ili mwongeze mitaji yenu. La pili ni kodi mnayotozwa hapa. Nimepokea ombi la kwamba ifanywe tahfifu na mimi nataka kuahidini kwa kwamba tutaangalia uwezekano wa kupunguza kodi hiyo. Ile shilingi elfu kumi ya usafi ile ibaki kwa sababu tunataka mazingira yawe safi. Lakini ile 30 ile basi, tutatizama tunaifanyaje, ili angalau kidogo patupatikane tahafifu. pa Oktoba tunatiki.